Jamii naamini mwanamke ndo mtu pekee ambaye anaweza kujua exactly ni nani baba wa mtoto, lakini kitaalamu hili jambo wakati mwingine haliwezekani. Utaratibu wa mwanamke kuchanganya wanaume wawili tofauti ni utaratibu ambao ni mbaya na haukubaliki kwenye jamii zetu. E, inapotokea mwanamke amekutana na wanaume wawili tofauti kwenye siku mbili tofauti ambazo zinakaribiana na siku ya ovulation, zinakaribiana na siku ambayo yai limpevuka, anaweza kupata ujauzito lakini ile hali ya mbegu aina mbili tofauti kuingia kwenye via vya uzazi vya mwanamke mmoja, ni kwamba mbegu itakayowahi kurutubisha yai ndiyo mbegu ambayo itasababisha ujauzito. Kujua ni mbegu ya nani exactly, hili swala haliwezekani, kwa sababu hakuna kipimo maalum cha kupima papo hapo kwamba hii mimba ni ya nani au mbegu ya nani ndio imesababisha huu ujauzito. Jambo la kwanza ni kuwepo na yai bora kutoka kwa mwanamke, yai ambayo limekomaa na liko tayari kwa ajili ya kurutubishwa na kuwepo na mbegu bora kutoka kwa mwanaume, mbegu ambayo ya ya ina sifa ya kurutubisha yai na mimba kutokea baada ya hapo, urutubishwaji utokee ndio mimba iweze kutokea. Sasa ninapoingia mbegu mbili tofauti, ni kweli ujauzito utatokea, lakini kuna maswali ya kujiuliza. Mbegu inapoingia kwenye via vya uzazi vya mwanamke inaweza kulasti kwa siku ngapi? Kitaalamu ni siku tatu mpaka tano mbegu inaweza kuwepo kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Na vipi kuhusu yai? Yai ilipopevuka ni la masaa kumi na mbili mpaka masaa 24 kuendelea kuwa hai na kusubiri urutubishwaji. Baada ya hapo ujauzito hawezi kutokea. Sasa let's assume mbegu imeingia siku moja kabla ya yai kupevuka, ina maana inaweza kusubiri baada ya siku moja ikapevusha ile yai. Hivyo basi ujauzito unaweza kutokea masaa machache baada ya mbegu kuingia, endapo yai tayari imepevuka. Lakini vile vile ujauzito unaweza kutokea siku chache baada ya kuwa mbegu imeingia, kwa sababu mbegu inaweza kuingia siku tatu kabla ya yai kupevuka. Hivyo mbegu itaendelea ku cycle kwenye via vya uzazi vya mwanamke, na yai inapopevuka basi ujauzito utatokea. Sasa ameshiriki na wanaume wawili tofauti, mwanaume A na mwanaume B, na wote wakaweka mbegu zao pale kwenye via vyake vya uzazi. Kupredict hii mimba ni ya nani exactly, kitaalamu hili swala haliwezekani na kwa nini haliwezekani? Ni kwa sababu mbegu zote kama zina sifa ya kurutubisha yai na zipo kwenye via vya uzazi vya mwanamke mmoja, basi yoyote inaweza kusababisha ujauzito. Ukiniuliza hii mimba itakuwa ni ya nani, mimi nitakwambia sifa